Kwa tumeenda safari hii ni ya 2009 ambao tulikutana, tulikuwa tumekwenda kumpa pongezi nyingi, kwa sababu 2008 ndio alifanywa King of Kings of Africa. Kwa hivyo hapa tulikuwa tumeenda kumpa pongezi na kumpa moyo azidi kuendelea na kazi yake kubwa ya kuunganisha Afrika. Kabla sijakaa na Gaddafi, pia mimi nilikuwa ni mmoja wa wale ambao tungeta leo ningekuwa nasherehekea sana Gaddafi yaondolewa, kwa sababu ya uhasama na fitina ambazo tunasikia kwa watu ambao wanamtangaza vibaya lakini kumbe yule mtu ni mtu mwenye utu na mtu mwenye maana katika ulimwengu, kwa sababu mtu yoyote ambaye anaweza kuangazia maskini na ampe chakula ni mtu ambaye yuko tofauti na wengine. Safari ya mwisho tulienda kabila karibu zote za Kenya, kila kabila ilienda kule na proposal yake. Sasa wengine walitaka maji, wengine walitaka eh, cultural, wengine walitaka elimu, wengine walitaka moto kwao. Kwa hivyo ni kila kila jamii ilienda na projekti zake, na kila jamii ilikuwa imepromisiwa kuwa itapata hata kama ni project moja. Kulikuwa na fununu katika vyombo vya habari kwamba mngepata milioni mia moja kama wazee. Kulikuwa na uwezekano huo? Milioni mia moja ilikuwa ni kidogo sana, kwa sababu milioni mia moja unaangazia mkoa wa pwani peke yake. Hii picha ya Gaddafi na Obama ni zawadi ambayo ilitengenezwa kutoka hapa ni na wazee wa Kimijikenda ambao walikuwa ni among them, ni Kaya Council of Elders wakawatengenezea ili tukionyesha wazi kwamba hapa kuna waunganishaji wawili wa dunia, mmoja anaunganisha Afrika na mmoja ni mkubwa wa Amerika.